Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Izoko World. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayotokea kulia kwako. Asante sana. Kabla kukusimulia nakala hii nzuri, nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Eddie Black. Hivyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe chaneli yetu ya Swahili World ili usipitwe kila tunapoposti video mpya. Sasa twende nami. Mwaka 1991, Mike Tyson aliwapa funzo wezi wawili ambalo hawatasahau. Akiwa katika matembezi jijini New York 1991, Mike Tyson alimwona mzee mmoja ombaomba amekaa kando ya barabara, akiwa amejifunika maguo kutokana na baridi. Bila ya jazba, Tyson aliingia mfukoni mwake akatoa pesa akampa. Macho ya mzee yule yalibubujikwa na chozi la furaha. Lakini wakati Tyson anaondoka, watu wawili waliokuwa karibu na mzee yule wakamkimbilia na kujaribu kuchukua pesa kwenye mikono ya yule mzee. Kufumba na kufumbua Tyson akajeuka na kuwakimbilia wale wezi. Boom, boom, jamaa wakachezea makonde mazito mawili mawili kutoka kwa chuma Mike Tyson aliyekuwa katika ubora wake. Walimwaga mbio na wala hawakusubiri kupokea konde la tatu. Tyson aliinama akaokota ile pesa kisha akairudisha kwa yule mzee wa watu afu akamwambia, Nobody's taking what's yours today. Hata nje ya ulingo Tyson alikuwa bingwa wa masumbwi. Kwa kumalizia, jiunge kwenye familia yetu ya WhatsApp kwa kufollow chaneli yetu ya Izoko World. Utapata fursa ya kuwa wa kwanza kuangalia makala zetu pamoja na kuchagua ni video gani ifuate, au iwe inahusu nini. Asante sana kwa kuniazima masikio yako. Tafadhali usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Izoko World na kubofya kengele itakayotokea kulia kwako. Asante.